Ndugu wanahabari, hali ya mkoa wa Ruvuma ni shwari. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linaendelea vyema na majukumu yake kwa kuhakikisha linasimamia sheria za nchi katika kuhakikisha usalama wa raia na mali zao. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linapenda kutoa taarifa ya mafanikio yaliyopatikana kutokana na operesheni mbalimbali zinazoendelea fanyika mkoani Ruvuma kwa kipindi cha mwezi Aprili 2025 hasa kwenye miundombinu kama ifuatavyo: kupatikana na nyaya za umeme yani kopa na vifaa vya idara ya maji. Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma, kupitia operesheni na misako inayoendelea kufanyika tarehe 11 Aprili 2025, majira ya saa kumi na mbili jioni, katika mtaa wa Matarawe, manispaa ya Songea, ilifanikiwa kuwakamata watumiwa waliokuwa wakitafutwa kwa makosa ya kuhujumu miundombinu ya maji na umeme. Nao ni kama ifuatavyo, wa kwanza ni Idrisa Nimi huyu ana miaka ishirini na moja, mkazi wa Matarawe Songea. Na Ramadhan Athmani Karumbu huyu ana miaka kumi na tisa, mkazi wa Mateka Songea, wakiwa na mita ishirini na saba, kavamita hizi mita, mita ni za maji, kavamita nane, bolkoki mia moja sitini na moja ball valve 77 mali ya mamlaka ya maji safi na maji taka Songea Suwasa. Pamoja na hilo pia tuliwakutana wakiwa na nyaya za umeme hizi za zenye kopa vipande 65 mali ya shirika la umeme TANESCO mkoa wa Ruvuma wakiwa wamezihifadhi katika chumba chao wanachoishi wakitafuta wateja wa kununua vifaa hivyo. Jeshi la polisi linaendelea na operesheni hii ya wanaohujumu miundombinu na operesheni hii ni endelevu. Watuhumiwa hao wote watafikishwa mahakamani mahakamani mara baada ya uchunguzi Kamilika. Ndugu waandishi wa habari, naomba sasa nitoe wito kuelekea sikukuu ya Pasaka. Kuelekea kuelekea sikukuu ya Pasaka, Jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma tumejipanga kikamilifu kuhakikisha maeneo yote ya makanisa yatakayofanyiwa ibada za mkesha wa sikukuu yanakuwa na ulinzi wa kutosha pamoja na maeneo yote ya starehe yanakuwa salama. Natoa rai kwa wananchi wa mkoa wa Ruvuma kuacha kujihusisha na vitendo vyovyote vya uhalifu au uvunjifu wa amani, ili raia wema waweze kusherehekea sikukuu hii kwa amani na utulivu.